Moja kati ya changamoto ambayo imeelezwa ni mifuko ya hifadhi ya jamii NSSF na PSSF kuendelea kuchukua hatua za kisheria kwa haraka kwa waajiri wote ambao wameshindwa kuwasilisha michango ya wa wafanyakazi kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo ninaelekeza katibu tawala wa mkoa kuwaita wakurugenzi na waajiri wote na kukaa na mifuko ya hifadhi ya jamii, tutengeneze makubaliano ya namna ya kumaliza madeni haya na tuyasimamie yalipwe. Pamoja na waajiri kutambua kuwa kutowasilisha michango katika mifuko ya hifadhi ya jamii ni kukiuka sheria, bado kuna changamoto kubwa kwa baadhi ya waajiri, hasa katika sekta binafsi, kutowasilisha michango kwenye mifuko hiyo. Na na bahati mbaya mifuko yenyewe ina imekuwa wakati mwingine haichukui hatua za kisheria zinazostahili kuchukuliwa dhidi ya waajiri hao hivyo kusababisha usumbufu mkubwa kwa watumishi wanapostaafu na kufikia hatua ya kwenda kudai mafao yao wenyewe kwa waajiri, na wakati mwingine kuhangaika muda mrefu wakifuatilia mafao hayo badala ya kupata muda wa kupumzika baada ya utumishi wao kwa taifa hili. wa ni wajibu wa mwajiri kulingana na kifungu cha sheria kuhakikisha namba 62 kuhakikisha kwamba wafanyakazi wanapofanya kazi katika maeneo yao wanatakiwa kulindwa. Kwa hiyo wanapotakiwa kuvaa vifaa kinga mbalimbali, ni wajibu wa mwajiri kutoa vifaa kinga hivyo, na sio kumkata mfanyakazi fedha, kwa sababu umemnunulia viatu, umemnunulia miwani, umemnunulia kofia ngumu. Hapana, sheria inaelekeza kwamba ni wajibu wa mwajiri kutoa vifaa kinga kwa wafanyakazi.